Habari watazamaji wetu. Uh, leo twende kwenye kitu kinaitwa je wajua uh, leo nataka niwape elimu kidogo hivi kwa nini mbu hawezi kusambaza vimelea vya virusi vya ukimwi. Nitawapa tu sababu nne, japo zipo nyingi, ila mimi nimejielekeza kwenye sababu nne. Sababu ya kwanza kabisa kwamba kitaalamu awa mbu kwa maana uh, kuna kitu tunakiita insect au wadudu, jamii ya wadudu wengi ha, kwenye seli zao hakuna uh, kitu kinachoitwa T T cells, yaani kwenye uumbwaji uh, wa seli zao hakuna T cells, na ili uh, kimelea cha ukimwi ili kiweze kuishi, lazima kuwepo na hiyo T cells. Kwa hiyo sasa uh, mbu anavyomng'ata yule uh, mtu mwenye maambukizi na kuifyonza ile damu, maanake vile vimelea haviwezi kuishi uh, kwa sababu ya hiyo, uh, moja ya seli ambayo ni muhimu kwa ukuaji au uh, uh, kwa kuishi kwa hao virusi, haviwezi kuishi kwa sababu hiyo uh, seli haipo. Hiyo ndio sifa kubwa tukimaanisha kwenye uh, ule mfumo wa chakula wa mbu uh. Basi uh, hana hiyo uh, seli inayoitwa T kwa maana ya T cells. Halafu sasa, uh, sababu nyingine kwamba huyu mbu uh, anavyoenda kumngata mtu mwingi mtu yani anavyong'ata tuna uh, kitaalamu, mbu ana ving'atio au ana vichomeo viwili, cha kimoja uh, cha kuvuta, yani anavyoingiza pale anavyokuchoma au anavyo ku, eh, tuseme ndio hivyo wa, wa kusaka, kwa Kiingereza wenyewe wanasema kusak au kubite kwamba anavyobite anaingiza hivyo uh, uh, uh, vichomeo vi, vi, vi vyake viwili. Kwa kimoja kinakuwa kazi yake kukuachia vile uh, vimelea vyake, alafu kingine kinafyonza damu. Kwa hiyo sasa, manake sio kwamba anavyo kuchoma na anavyoivuta basi anatumia kichomeo kimoja kwayo, kichomeo kimoja anakuachia, alafu kingine ndio uh, kinavuta damu, kwa hiyo sasa kwa mahesabu hayo manake uh, uh, kuna uwezekano mkubwa kwamba hicho uh, hivyo vichomeo vyake haviwezi kusababisha au kusambaza hayo maambukizi, kwa sababu anachokupa na anachochukua ni vitu viwili tofauti. Sio kwamba anavyokuchoma basi anakuachia damu, aa, anavyokuchoma anakuachia vimelea, ila anavyo Uh, pia kuchoma anachukua damu yako, maanake pale kwenye kuchomwa hauachiwi damu bali unaachiwa vimelea ambavyo hivyo ndio tunaviita vimelea vya malaria. Sababu nyingine sasa ambayo uh, inaweza ikapelekea kwamba mbu asisambaze maambukizi ni kwamba baada sasa hii uh, ile damu ya yule mtu mwenye maambukizi kuchukuliwa na mbu, na kutokana na uh, kutokuwa na ile T-T cells ambayo inasapoti inasaidia ukuaji uh, wa hao virusi vya ukimwi, basi hata uh, ule ukubwa, wingi uh, wa vile vimelea upotee na kuwa mdogo mdogo mdogo kiasi cha kwamba hauwezi hata yeye mwenyewe kumsababishia maambukizi si umenielewa? Yaani haiwezi kumsababishia maambukizi na hata uh, wasiwepo kwenye mzunguko wa mwili wake. Kwa hiyo pia, hiyo uh, ni sababu uh, mojawapo kwamba anavyofyonza, manake anachukua uh, wale uh, anachukua kiwango kidogo sana cha cha hao uh, virusi vya ukimwi kwa wanaita low viral load, uh, ya au viral loads wanakuwa kwa kiwango uh, kidogo. Na pia kingine cha mwisho, wanasema, wanasema au kama nishasema mwanzoni kwamba ule uwezekano wa hao uh, virusi vya ukimwi kuishi uh, kwenye mfumo wa uh, mfumo wa, wa mbu ni mdogo mdogo mdogo mno koo manaake, ile tunasema kiwango chao cha kuisha au life span yao ni ndogo, ambao hauwezi kabisa hauwezi kabisa a, a, a, kusababisha a, kuzalishwa kwa, kwa virusi vingine. Kwa hiyo hizo, a, a, ni baadhi ya sababu a, kwa nini kwamba mbu hazisambazi vimelea vya virusi vya ukimwi kutoka kwa mtu mmoja au mwingine. Mimi sababu zangu ni hizo, kama unazo zako ongezea hapo chini kwenye comment ili wenzetu wanaoangalia waweze kujifunza zaidi. Basi mlikuwa nami, mtaalamu wenu Dr. Kenny. Msisahau kusubscribe. Asanteni sana.